Rais William Ruto amewaagiza maafisa wa usalama kukabiliana na makundi ya wahuni wanaotumiwa na wanasiasa kuzua fujo katika mikutano ya kisiasa. Rais aliyehudhuria kufuzu kwa machifu na manaibu wao hapa Nairobi amesema matukio ya hivi punde hayawezi kuruhusiwa kuendelea. Chuo cha mafunzo ya maafisa wa polisi Embakasi ndiko Rais William Ruto na maafisa wakuu wa kuwa usalama walitua Jumatatu asubuhi hafla ya kufuzu kwa machifu na manaibu chifu elfu tano mia nane tisini na wawili ikisisimua gumzo kuhusiana na utumizi wa wahuni kwa shughuli za kisiasa, kisa cha Jumapili Kariobangi North ambapo makundi mawili yalikabiliana wakati kinara wa dcp rigadhi gashagwa alikuwa akihudhuria ibada ikikashifiwa to what we saw yesterday in nairobi cannot be condoned and i believe that your excellency you will get results the way you directed ig yesterday you will get results to ensure that those who are behind carrying guns to meetings to paint security sector and to paint these officers in a bad light shall be dealt with and they will face the law hata hivyo Waziri Murkomen alikosa kugusia machafuko yaliyotokea Mbere Kaskazini na Malava wakati wa chaguzi ndogo za ubunge. Eneo bunge la Malava, haya ndiyo yalikuwa mabaki ya magari aliyotumia mgombea wa DPK Seth Panyako aliyedai kuvamiwa na wafuasi wa mbunge mteule David Ndakwa. Na Mbere Kaskazini Kundi hili la vijana waliodaiwa kuwa mrengo wa serikali walijihami kwa mipini bila yeyote kuwauliza swali, ila wale walioandamana na viongozi wa upinzani walitawanywa kwa kutumia vitoa machozi. Wale ambao wanatumia vijana kama wahuni, watu ambao wanatumika kulete fujo, kupiganisha wananchi, kulete maafa Hawa ni watu ambao hatuwezi kukubali, na nishamweleza Inspector General wetu wa polisi kwamba watu hawa wote lazima wachukuliwe hatua kali za kisheria, ndio tukomeshe uhuni. Swala la utumizi wa makundi ya wahuni kwa shughuli za kisiasa si geni nchini. kabla ya chaguzi ndogo za hivi punde <coughs> Tarehe 17 mwezi Julai mwaka huu, wakati wa maandamano dhidi ya serikali, makundi ya vijana waliodaiwa kuunga mkono serikali waliteka jiji wakiwa wamejihami. Vijana hao wakinaswa wakiwapora wapita njia bila ya kuchukuliwa hatua. Sakaja, tumelinda jiji, wakipita nje ya ofisi ya Nairobi na kusema wametekeleza wajibu wa kulinda jiji. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.